Ndugu zangu wachezaji, pamoja na wadau wengine wa mpira wa miguu katika kata yetu ya Makuuni na jimbo la Vunjo, mbele yenu ni katibu wa mbunge wa jimbo la Vunjo ni Mfinanga, umekuja leo kukabidhi zawadi ya mpira pamoja na jezi kwa timu yetu ya Himo FC ambayo inacheza ligi ya mkoa. Mheshimiwa mbunge alitamani kuja kukabidhi vitu hivi peke yake, lakini kwa bahati mbaya majukumu yamekuwa mengi. Kwa hiyo akaomba nifike nimsaidie. Lakini anatambua jitihada zenu, anatambua uh, namna mnavyojituma kuendeleza michezo katika jimbo letu la Vunjo, na ndio maana amewasapoti. Mheshimiwa mbunge amekuwa akiwasapoti toka muda mrefu, kuanzia mambo ya usajili na mambo mengine ambayo amekuwa uh, viongozi wenu waki wakimshirikisha waki amekuwa akifanya. Lakini kiongozi wenu Jafari hajachoka kuendelea kutushirikisha kwenye kila jambo linaloendelea, kwa kwa hiyo mlivyofanikiwa kusogea mbele kwenye ligi ya mkoa ametushirikisha, na tulikuwa bize sana, lakini hakuchoka, kila siku alikuwa anakumbusha na nakumbusha mpaka hapa tulipofikia. Mheshimiwa mbunge ameomba mpokee kwa moyo mkunjufu jezi hizi quality kabisa, pamoja na ili uh, mzitumie kwenye kuendeleza mpira. Mtakapofanya vizuri ataendelea kuwasapoti na kuwaunga mkono. Lengo na madhumuni yake ni kuinua uh, wachezaji hasa wazawa ambao mko hapa, ndio eh? Sio tulete wachezaji kutoka huko wanakuja kucheza kati ya watoto wa kwetu hapo wako, wako na wanavipana. Kwa hiyo uh, iko mipango ya kuendeleza mpira katika jimbo letu na tutaanza muda sio mrefu tumeshaomba kikao na kiongozi wa wilaya huyu pamoja na wa mkoa ili kushirikisha maono na mawazo wa mheshimiwa mbunge. Baada ya hapo, tutashirikiana sasa na uh, uongozi wa mpira wilaya na mkoa ili kutengeneza kitu ambacho kitaacha alama kwenye jamii uh, yetu ya Wanavunjo, maana tunajua mpira ni ajira, mpira ni fedha. Kwao ni lazima tuwekeze kwa kushirikiana na serikali, ili ilete matunda na matokeo katika Uh, jimbo letu la Vunjo. Nawapongeza sana na nawatakia kila laheri katika mashindano haya, muendelee kufanya vizuri, tutaendelea kuwasapoti na Mheshimiwa mbunge pia atakapo kupata nafasi atakuja kwa ajili ya kuzungumza na nie kwa ajili ya kuwatia moyo, barikiwe sana. Mbele yenu niliyopo ni mwenyekiti wa timu ya Himo FC na pia ndio makamu mwenyekiti maka mwenye chama cha mpira wa wilaya Moshi mjini na Moshi mjini. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mheshimiwa mbunge Enock Koola, pamoja na wewe katibu, pamoja na Mheshimiwa diwani ambaye mko pamoja katika kata ya Makuyuni kwa kuendelea kutusapoti na kutujali vijana, kutambua kwamba michezo ni ajira, michezo ni furaha na michezo inayokisha vijana katika kujihusisha na madawa ya kulevya. Hivyo basi tunaeleza kwamba sisi vijana wa kata ya Makuyuni tunaeleza kwamba mbunge tuko naye bega kwa bega, sisi ni vijana wake, asichoke kutushika mkono, na timu yetu itasonga mbele kwa kuangalia imani anavyoenda kutusapoti, na sisi hatutakata tamaa, tutasonga mbele. Tunamwombea makubwa, afike mbali zaidi, na aendelee kuwa mbunge wetu wa Vunjo ili kusudi aendelee kuwasapoti vijana na kuweza kuibua vipaji ambavyo vimekificha huku jimbo la Vunjo. Asanteni sana.

Samia. Oya, oya, oya. Tuna imani na Samia. Oya, oya, oya. Raisi kweli kweli. Kweli. Kweli, kweli, kweli, kweli, kweli Raisi